Malezi ni msingi na kichimbuko hasa katika jamii na maisha kiujumla kwa mtoto. Ubora na ufanisi wa familia hutegemea sana malezi awali tangu mtotoni kwa mtoto huyo. Hii ni hasa jinsi wakati mtoto huyo alivyoandaliwa hatua kwa hatua, jinsi ya kuishi na watu kutoka kwa wazazi au walezi wake. Kweli, kila mzazi au mlezi anatamani na anapenda mtoto wake au watoto wake wawe na tabia nzuri kwa jamii inayomzunguka. Changamoto ni kwamba inategemea mtoto alivyoandaliwa tangu utoto wake. Kama amefundishwa misingi mizuri na ya kujitegemea na maisha yajayo na kuishi na watu vizuri, basi mtoto huyo atakuwa na tabia njema katika maisha yake. Basi atakuwa na tabia isiyo nzuri endapo ataufundishwa tabia mbaya kutokana na jamii anayoishi nayo inayomzunguka. Kuna mambo sita ya kumfundisha mtoto. Moja ni kumsaidia atambue wito wake, kama mtoto anapenda kuwa pale, kama anapenda kuwa mtawa, na kama anapenda kuoa au, au kuolewa basi mzazi ana nafasi kubwa ya kumsaidia na kumsindikiza mtoto huyo. Kana, ni kumtia moyo katika malengo yake. Mzazi ana ya nafasi kubwa sana kumtia moyo mtoto huyo hasa katika malengo yake ili hatima yake aweze ya kufikia ile kusudio ambalo Mwenyezi Mungu amempangia. Ni kumuunda mtoto ili ajue kujitegemea. Mzazi ana nafasi kubwa sana ya kumsaidia na kumsindikiza mtoto huyo hapate nafasi ya kujitegemea kama mtoto tangu anavyozaliwa mpaka hatima yake atakapoweza kufika umri wa kujitegemea mwenyewe. Ni kumjenga na kumkuza roho yake ya imani, matumaini na mapendo kwa Mungu na kwa binadamu. Ni kumsaidia kumkuza vipaji vyake na sio kumkatisha tamaa. Sita kumuimarisha mtoto na kumfundisha namna ya kusali na ajue namna ya kumsikiliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nafsi ya Utatu Mtakatifu, ni Mungu halisi sawa na Baba na Mwana. Mwinjili Yohane sura ya 14 aya 16 hadi ya 17 inasema hivi. Nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nani hata milele. Ndiye anayetupatia mapaji saba ya Roho Mtakatifu ambayo ni hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Napenda kuwashauri wazazi, aswa kuwalea watoto hawa, endapo watoto hawa kama tulivyoangalia katika namba moja, kipengele cha wito kila mtoto ana wito wake. Mtoto kama anapenda kuwa padri, anapenda kuwa mtawa, anapenda kuwa mwanandoa au kuolewa, basi mzazi ana nafasi kubwa sana kumsindikiza mtoto huyo. Changamoto inatokea ni kwamba wazazi wanapenda kuwashauri watoto wao waingie wito ambao watoto hao hawakuupenda, matokeo yake mtoto huyo anakuja kujuta katika maisha yake. Mzazi anapenda mtoto wake awe padri, lakini mtoto anapenda kuwa mtawa na mtoto anapenda kuwa mtawa, lakini mzazi anapenda kuwa mwanandoa. Basi inazidi kuwashauri wazazi wa wasindikize watoto hawa katika miito yao, wale ambao wanaoipenda, ili wamtumikie Mungu katika furaha kwa upendo. Tumsifu Yesu Kristo.